Mimi ninaitwa Caroline Angweni Otieno ni msimamizi wa uchaguzi wa Jimbo la Kalenga na Isimani. Kwa mujibu wa kifungu cha sitini na tisa kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya uchaguzi wa Rais wa Bunge na madiwani ya mwaka 2024 na naomba kuwatangazia wananchi wote wa Jimbo la Kalenga na Isimani kuwa uchaguzi wa Rais wa Bunge na Madiwani utafanyika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka elfu mbili na ishirini na tano, siku ya Jumatano. Vituo vilivyotumika kuandikisha wapiga kura ndivyo hivyo vitakavyotumika kwa ajili ya kupigia kura. Vituo hivyo vitafunguliwa kuanzia saa moja kamili asubuhi hadi saa kumi kamili jioni. Vituo vya magereza vitafunguliwa kuanzia saa mbili kamili asubuhi hadi saa tisa kamili alasiri. Katika vituo hivyo zimebandikwa taarifa zifuatazo: karatasi ya mfano wa kura yenye picha ya wagombea na nembo ya vyama vya siasa kwa kila mgombea wa nafasi ya rais, ubunge na madiwani. Imebandikwa pia orodha ya wapiga kura walioandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura katika kituo husika. Imebandikwa pia majina ya wapiga kura walioruhusiwa kupiga kura moja tu ya rais. Ili kuepuka usumbufu, tunawaomba wananchi wote wa Jimbo la Kalenga na Isimani kufika katika vituo vya kupigia kura ili kuhakiki na kutambua vituo vyao watakavyopigia kura, lakini pia kuona karatasi ya mfano wa kupigia kura itakayotumika siku hiyo. Siku ya kupiga kura ni muhimu na ni lazima kila mpiga kura afike katika kituo cha kupigia kura akiwa na kadi yake ya kupigia kura. Kwa wapiga kura waliopoteza kadi za mpiga kura, watapaswa kufika na utambulisho ufuatao. Kwanza watafika na wakiwa na leseni ya udereva, au wakiwa na kitambulisho cha NIDA au pasi ya kusafiria. Majina yatakayosomeka katika vitambulisho hivyo yatatakiwa kufanana na majina yaliyoandikishwa katika daftari la kudumu la mpiga kura. Kura yako ni haki yako, jitokeze kupiga kura. Asanteni kwa kunisikiliza.